Hapo sasa, makaa yamekuwa gali. Ukiangalia gas <laughs> e, pia nayo ndio hiyo. wafanyeje sasa, sasa ni hivyo mm, watu waweze kutafuta njia mbadala na njia moja ni kama hii ya briquettes, mm. E, pia katika, katika lile kongamano tulikuwa nalo la Blue Economy Summit mwaka jana mm, kuna kijana mmoja uh, wanajihitaji e, wao wamekuwa wakitumia wana, wanatumia plastic kutengeneza cooking gas naona yeah. Na, yeah. Na hawa wamekuwa wakifanya miradi yao sana kule mpaka ku mashirika ya kimataifa wamewachukua kwenda ku, kusambaza eh, hizi products zao kule sehemu kame kama Isiolo Marsabit.